Katika nchi ya zamani ya Uzi aliishi mtu mmoja, jina lake Ayubu. Nchi hii iliyokuwa na historia na utamaduni mwingi ilikuwa makao ya watu wengi, lakini hakuna aliyekuwa maarufu kama Ayubu. Alijulikana kote Mashariki kwa uadilifu wake na utajiri wake mwingi. Sifa yake haikuwa tu kutokana na mali yake, bali pia kwa uaminifu na heshima aliyoishi nayo. Makundi yake ya kondoo, ngamia na ng'ombe yalikuwa maelfu kwa maelfu wanyama hawa walikuwa ushuhuda wa bidii yake na baraka alizopokea. Kila siku kuona mifugo yake mingi ikilisha chini ya jua kulikuwa ukumbusho wa ustawi wake. Watumishi wake walikuwa wengi, ardhi yake ilikuwa na rutuba, na jina lake lilikuwa sawa na ustawi. Mashamba aliyomiliki yalikuwa na mimea mingi na kijani kibichi, yakitoa mavuno mengi mwaka baada ya mwaka. Nyumba yake ilikuwa kituo cha shughuli nyingi, huku watumishi wakitunza ardhi na mifugo. Lakini utajiri wa Ayubu ulikuwa tu ushuhuda wa tabia yake ya kweli. Hakuwa mtu wa mali tu, bali mtu wa hekima na tafakari. Utajiri wake haukumfanya awe yeye, badala yake ilikuwa tabia yake iliyomfanya angae. Alikuwa mtu wa imani isiyoyumba, mtumcha Mungu aliyeepuka uovu. Siku zake zilikuwa zimejaa sala na kutafakari, akitafuta mwongozo na nguvu kutoka kwa Mungu. Imani yake ilikuwa msingi wa maisha yake, ikiongoza kila tendo lake. Moyo wake ulikuwa safi, matendo yake yalikuwa ya haki na kujitolea kwake kwa Mungu kulikuwa kamili. Alijulikana kwa wema wake na ukarimu, akiwa tayari kila wakati kuwasaidia wale waliokuwa na uhitaji. Maisha yake yalikuwa mwangaza wa uadilifu katika ulimwengu uliojaa giza. Aliingiza maadili haya katika familia yake kubwa. Mafundisho yake hayakuwa maneno tu, bali yalikuwa masomo yaliyoishi kila siku watoto wake walikuwa katika mazingira ya upendo, heshima na imani. Alikuwa na wanasaba na binti watatu ambao aliwapenda sana. Kila mtoto alikuwa baraka, naye alijitahidi sana kuwalea, akihakikisha wanakuwa na maadili yale yale aliyothamini. Ayubu alikuwa na tabia ya kutoa dhabihu kwa ajili ya watoto wake. Aliamini umuhimu wa upatanisho na alitaka kulinda familia yake kutokana na madhara yoyote ya kiroho. Tambiko zake zilikuwa onyesho la kujali kwake ustawi wao aliogopa kwamba wangeweza kutenda dhambi hata bila kujua, naye alitaka kuwafanyia upatanisho. Sala zake zilikuwa zimejaa maombi ya dhati ya msamaha na ulinzi wao. Upendo wake kwa watoto wake ulionekana katika kila tendo alilofanya. Alikuwa mtu wa uchaji Mungu wa ndani, akikumbuka uhusiano wake na Mungu kila wakati. Maisha yake yalikuwa safari inayoendelea ya imani, akitafuta kukua karibu na Mungu kila siku inayopita. Kujitolea kwake hakukuyumba, ushuhuda wa nguvu zake za kiroho. Maisha yake yalikuwa kama kitambaa kilichosukwa kwa nyuzi za ustawi, uadilifu na imani isiyoyumba. Kila uzi uliwakilisha upande tofauti wa maisha yake, ukiungana kuunda picha ya mtu aliyebarikiwa kweli. Hata hivyo, hadithi ya Ayubu si hadithi ya baraka na wingi tu. Ni simulizi inayozama ndani ya hali ya mwanadamu ikichunguza tofauti kati ya utajiri na umaskini, furaha na huzuni. Ni uchunguzi wa kina wa mateso ya wanadamu, asili ya imani, na fumbo la haki ya Mungu. Majaribu na dhiki za Ayubu huibua maswali ambayo yanapita karne nyingi, yakipinga uelewa wetu wa mateso na imani. Ni safari ya kuingia kwenye kina cha kukata tamaa na urefu wa ustahimilivu wa kiroho. Hadithi ya Ayubu inatupeleka kwenye mabonde yenye giza zaidi ya uzoefu wa mwanadamu, na kutufikisha kwenye vilele vya mwanga wa kiroho. Ni ushuhuda wa kudumu wa nguvu ya roho ya mwanadamu kuvumilia hata majaribu yasiyofikirika. Imani isiyoyumba ya Ayubu na ustahimilivu wake mbele ya shida kubwa ni msukumo kwa wote wanaoisikia hadithi yake. Siku moja, tukio linabadilika kutoka ulimwengu wa duniani hadi mahakama za mbinguni. Hewa imejaa uwepo wa Mungu na anga imejaa nishati ya ulimwengu mwingine. Hapa ni mahali ambapo viumbe wa mbinguni hukusanyika, ulimwengu usioeleweka na wanadamu. Shetani mshitaki anaonekana mbele za Mungu. Uwepo wake ni mweusi na wa kutisha, tofauti kabisa na mwanga wa Mungu unaojaza mahakama. Anasimama akiwa na kusudi, tayari kupinga uaminifu wa mmoja wa, wa watumishi waaminifu zaidi wa Mungu. Anadai haki uchaji Mungu wa Ayubu, akidokeza kwamba ni matokeo tu ya maisha yake mazuri. Kwa dhara, wanahoji ukweli wa kujitolea kwa Ayubu, akidokeza kwamba ni rahisi kuwa mwaminifu wakati mtu amebarikiwa wa na wingi Je, Ayubu anamcha Mungu bure? Sauti ya shetani inadondoka kwa kejeli anapotoa swali hili, akikipinga msingi wa imani ya Ayubu. Umembariki kwa mali, utajiri usiopimika na maisha ya raha na starehe, familia na afya. Maisha yake ni ushuhuda wa upendeleo wako, mfano mzuri wa baraka ya Mungu. Viondoe vyote, naye hakika atakutukana mbele zako. Changamoto ya shetani ni ya ujasiri na ya kuthubutu, ni dharau ya moja kwa moja kwa uaminifu na imani ya Ayubu. Mungu akiwa na uhakika wa uadilifu wa Ayubu, anamruhusu shetani kumjaribu. Anajua nguvu ya imani ya Ayubu na yuko tayari kuruhusu jaribu hili kuidhihirisha. Anamruhusu shetani kumnyang'anya Ayubu mali yake, utajiri wake na kila kitu anachokipenda, familia yake na afya yake. Misingi ya maisha ya Ayubu inatikiswa, ikimwacha katika hali ya kukata tamaa kabisa. Hata hivyo, anamkataza shetani kuchukua uhai wa Ayubu. Mpaka huu unahakikisha kwamba ingawa Ayubu anaweza kuteseka, maisha yake yanabaki. Jambo muhimu katika jaribio hili la Mungu, jukwaa limewekwa kwa ajili ya dau la ulimwengu, jaribio la imani lenye hisa kubwa zaidi. Mbingu zinatazama kwa pumzi iliyobaki, huku tamthilia ikiendelea. Hata hivyo, dau hili la Mungu huzusha maswali ya kina kuhusu asili ya mateso. Inaleta changamoto kwa uelewa wetu wa haki na sababu za maumivu ya wanadamu. Kwa nini wenye haki wanateseka? Swali hili linapita karne nyingi, likiungana na mtu yeyote ambaye amekabiliwa na shida isiyoelezeka. Je, ni jaribio la imani, mtihani wa Mungu ili kuthibitisha uaminifu na kujitolea kwa mtu? Adhabu kwa ajili ya dhambi zilizofichwa, matokeo ya matendo yasiyoonekana kwa macho ya mwanadamu, lakini yanajulikana kwa Mungu. Au tendo la nasibu tu la ulimwengu wenye machafuko? Unasibu wa mateso unaweza kuwa ndio upande unaochanganya zaidi na kutufanya tujiulize kuhusu asili ya kuwepo yenyewe. Hadithi ya Ayubu inapambana na maswali haya, haitoi majibu rahisi lakini badala yake inatualika kusafiri pamoja naye anapotafuta maana katika maumivu yake. Safari yake ni ya kujichunguza kwa kina, ni harakati ya kuelewa mbele ya shida kubwa. Pigo la kwanza linaangukia utajiri wa Ayubu. Washambuliaji wa kisaba wanashuka katika nchi zake, wakiiba ng'ombe na punda wake, wakiwawa watumishi wake. Habari inamfikia Ayubu kwamba moto umeanguka kutoka mbinguni ukiwateketeza kondoo wake na wachungaji waliokuwa wakiwachunga. Mara tu baada ya kuchakata habari hii, nyumbe mwingine anafika. Wakati huu ni Wakaldayo waliompiga, wakiiba ngamia wake na kuacha mawaji zaidi. Ayubu, ambaye alikuwa mtu tajiri zaidi mashariki, sasa amenyang'anywa mali yake. Hata hivyo, mapigo hayakuishia hapo. Ayubu anapambana na kupotea kwa utajiri wake. Upepo mkali unavuma katika nchi yote. Upepo huu si dhoruba ya kawaida. Inapiga nyumba ambapo wanawe na binti zake wanafanya karamu na kuiangusha. Watoto wote wa Ayubu, fahari na furaha ya maisha yake wanawawa papo hapo. Kwa muda mfupi, ulimwengu wa Ayubu unavunjwa. Ameachwa na kitu kingine chochote isipokuwa huzuni yake na mabaki ya maisha yake ya zamani. Anakabiliwa na msiba huu usiofikirika, Ayubu havunjiki. Licha ya huzuni kubwa na hasara kubwa aliyopata, anabaki imara. Moyo wake ni mzito, roho yake inajaribiwa, lakini azimio lake halijavunjika. Hamtukana Mungu. Katikati ya mateso yake, anajiepusha na kutamka neno moja la kukufuru au hasira kwa Mungu. Midomo yake inabaki imefungwa kutokana na aina yoyote ya lawama. Hachi imani yake badala yake anashikilia hata zaidi, akipata faraja na nguvu katika imani yake isiyoyumba. Imani yake inakuwa nanga yake, mwanga wake unamwongoza katika nyakati za giza zaidi. Badala yake anararua nguo zake, ananyoa kichwa chake kwa maombolezo na kuanguka chini, naye anaabudu katika huzuni yake kubwa. Anamgeukia yule aliye wa kudumu katika maisha yake, imani yake, matendo yake ni usemi wa kina wa huzuni yake na ibada yake. Nilikuja uchi kwekatumboni mwa mama yangu Nami nitaondoka uchi, Ayubu anatangaza. Maneno haya si taarifa tu ya ukweli, bali ni tangazo la kukubali kwake asili ya maisha ya mpito. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu anatambua enzi kuu ya Mungu katika mambo yote, akitambua kwamba kila kitu alichokuwa nacho kilikuwa zawadi, na kwamba ilikuwa haki ya Mungu kukiondoa. Jibu la Ayubu ni ushuhuda wa kina cha imani yake. Ni ukumbusho wenye nguvu wa nguvu inayoweza kupatikana katika imani isiyoyumba hata inapokabiliwa na hali mbaya zaidi. Anatambua enzi kuu ya Mungu hata mbele ya mateso. Kukubali kwake hakukutokana na kujisalimisha, bali kutokana na uelewa wa kina wa nafasi yake katika mpango mkuu wa mambo. Anatambua kwamba kila kitu alicho nacho, kila kitu alicho ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kutambua huku kunamletea hisia ya amani hata katikati ya machafuko ya maisha yake. Na ingawa zawadi hiyo imechukuliwa kikatili, imani yake inabaki bila kutetereka. Roho yake, ingawa imepigwa na kujeruhiwa, inabaki imara. Tukio hili ndio kiini cha kihisia cha hadithi ya Ayubu. Inakamata kiini cha mapambano yake na ibada yake isiyoyumba. Ni taswira mbichi na yenye nguvu ya huzuni, kukubalika na imani isiyoyumba. Inaonyesha kina cha ustahimilivu wa mwanadamu na nguvu ya imani. Inatupatia changamoto ya kufikiria jinsi tutakavyojibu tunapokabiliwa na hasara kubwa kama hiyo. Je, tutakuwa na nguvu ya kushikilia imani yetu au tutashindwa? Je, imani yetu ingevumilia au ingeporomoka chini ya uzito wa kukata tamaa? Hadithi ya Ayubu ni ukumbusho wa kudumu wa nguvu ya imani na nguvu ya roho ya mwanadamu. Hata hivyo mateso ya Ayubu hayajaisha. Shetani akirudi kwenye mahakama ya mbinguni anasema kwamba imani ya Ayubu ni ya juu juu. Mtu atatoa kila alichonacho kwa ajili ya uhai wake mwenyewe. Shetani anatangaza, gusa mfupa wake na mwili wake naye hakika atakutukana mbele zako. Mungu akimjaribu tena uadilifu wa Ayubu anamruhusu Shetani kumtesa kimwili. Ayubu anapatwa na vidonda vyenye uchungu vinavyofunika mwili wake wote. Anakaa kati ya majivu akikwangua majipu yake kwa kipande cha chungu kilichovunjika. Mwili wake ambao hapo awali ulikuwa na nguvu na afya, sasa umejaa maumivu na kufunikwa na majeraha wazi. Mateso haya kimwili ni aina mpya ya jaribio kwa Ayubu. Ni jambo moja kuvumilia kupoteza mali na familia, lakini ni jambo lingine kabisa kuteseka maumivu ya mara kwa mara ya kuumiza. Hata hivyo, hata katika uchungu wake wa kimwili, Ayubu anakataa kumtukana Mungu. Roho yake, ingawa imepigwa na kuumia, inabaki bila kuvunjika. Mke wa Ayubu ambaye ameshiriki katika mateso yake anafikia kikomo chake. Akiwa amelemewa na huzuni na kukata tamaa, anamsihi Ayubu amtukane mtukane Mungu na amalize maisha yake. Je, bado unashikilia uaminifu wa wako? anauliza kwa uchungu, mtukane Mungu ufe. Maneno yake yanaeleweka, amepoteza kila kitu kama Ayubu, lakini jibu lake linaangazia njia tofauti ambazo watu hukabiliana na mateso. Wakati Ayubu anashikilia imani yake, mke wake anaona ubatili wake tu. Hata hivyo, Ayubu anakataa kuacha imani yake katika haki ya Mungu. Anamkemea mke wake akisema, "Je, tutakubali mema kutoka kwa Mungu wala si mabaya?" Anatambua kwamba maisha si kupata furaha na baraka tu. Pia ni kuhusu kuvumilia shida na maumivu. Na katika yote anachagua kubaki mwaminifu.